katika saluni ya royal singo and swahili spa mjini mombasa tunakutana na regina chimbi mama wa umri wa makamu mfanyibiashara na mpenzi wa huduma za asili za urembo moja ya huduma anayoisubiri kwa hamu kila mara duhan bafu la moshi lenye manukato mila ya kipekee kutoka sudan ambayo sasa imepata makazi mapya katika pwani ya kenya Wanawake wa Kisudan sana wakishasingwa, wakishafanywa kila kitu, wanafanya ile dukhan, ambao vijiti ni vyao, herbs ni zao na kila kitu. Lakini kwa sababu sisi tunawahusisha wanawake na urembo, tunataka wawe wazuri, wapendeze, wang'are, wanukie, tunaiga mazuri pia kwa wenzetu. Dukhan si huduma ya urembo tu, ni mseto wa utamaduni, tiba ya mwili na utulivu wa nafsi. Kwa wanawake wengi Dukhan hufanywa kabla ya harusi, baada ya kujifungua, au kuelekea hatua muhimu za maisha kama njia ya kujitakasa na kujiandaa upya. Madawa ya kienyeji huandaliwa kwa umakini mkubwa kwenye chetezo chenye makaa ya moto. Hapo ndipo moshi huu wa asili huanza kazi yake. Inaaminika kwamba moshi huu husaidia kulainisha ngozi, kuondoa sumu mwilini kupunguza maumivu ya viungo na hata kuchochea hisia za kimapenzi. Lakini je, faida hizi zimethibitishwa kisayansi? Nasema ile scientific evidence bado hatuna, lakini kulingana na watu wanasema huwa inaboresha ngozi zao na na kwamba zina nafuu, lakini utasema labda ni kwa muda ile moshi, labda utafukizwa tu ita kidogo, ile harufu itabaki kwa ngozi, lakini kama ni dawa yote lazima ipitie kwa ngozi, so lazima ni kitu lazima upake ama dawa ya kumeza. mteja huketi katikati ya kiti maalum chenye tundu katikati kinachowezesha moshi kupenya kila kona ya mwili. Hapo hali ya utulivu huanza kutawala na hisia ya kipekee huibuka taratibu. Anakalishwa kwenye stuli, anafinikwa, anabakisha ile upande sehemu ya shingo peke yake ili asipate kusikia lile joto, asipate kusikia taharuki, lakini pia ile dhuhani, ile moshi inapofuka juu iweze kumfikia mwili mzima kuanzia juu mpaka chini. Ushafinika, unatiwa sasa kile chetezo chako cha moto cha makaa, unafukizwa. Ingawa ushahidi wa kitaalamu bado unaendelea kuchunguzwa, wanawake wengi wanaoshiriki kwenye utaratibu huu wa kitamaduni huusifia kwa uwezo wake wa kupumzisha mwili na kuboresha hali ya kiakili na kihisia. Mara nyingi sisi kama wanawake huwa tuko bizi taimu, pia hatuna. Sasa leo nikaamua tu nije nifanye dhuhani, nirembeke, nijisikia hata mimi pia nimekuwa mwanamke, manake wanawake lazima, urembo ni wetu. Nasikia nimerembeka, ninanukia, nasikia utamu yani, nasikia tu mwili mwenye ngonyea utamu tu wa duhani. Baada ya duhani, mwanamke huendelea na huduma nyingine za urembo wa jadi kama vile singo kuendeleza safari ya kujitunza na kuhisi upya kimwili, kiakili na kiroho.